Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam katika usia wake mrefu akimuusia Imam Ali salamullahi alaihi anamwambia: ya Ali, ewe Ali, idha kharajta fi safarin fala tujami'i ahlaka tilka laila, utokapo safarini ukifika nyumbani kwako usijamiane na mke wako usiku ule uliotoka safarini, fa innahu in qudhiya bainakuma waladun yunfiqu malahu fi ghairi haqq, kwa sababu itakapotungwa mimba akazaliwa mtoto kwa tendo hilo ambalo umetokea safarini ukafika nyumbani kwako kwa ukalifanya, anasema mtoto huyu atakuwa akitoa mali zake katika njia isoko iso ya haki, katika njia ambayo sio ya haki. Waqaraa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Bwana Mtume akasoma aya ya Qur'an.